Salamu za Kalvari katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, Bwana Yesu na sifiwe. Mpenzi mtazamaji, yani, uwani ninafurahia tu na kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kwa sababu yako, maana mahali popote pale unatupata ukiwa, ninaamini kwamba hata nawe unafurahia tu kuamka tu kujipata. Umebarikiwa na uhai, sio njambo tu la kawaida. Usije ukafikiria kwamba ni kawaida tu kuamka kujipata Ad kuna afya uko na kile ina gharimu tu mkono wa Mwenyezi Mungu na nguvu zake. Hivyo basi, kuna haja ya kushukuru kila wakati. Mshukuru nje asubuhi ya leo umeweza na kumshukuru ama bado? Kumbuka kumshukuru na pia ukaribie katika runinga yako tufundishwe mengi na tubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu, ambapo ninaamini kwamba kupitia hiki kipindi huwa unashika kitu, kuna kitu huwa kinakubariki, na ninaamini ni wengi ambao wanasema kwamba huwa wanabarikiwa kupitia kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Kipindi cha Manyunyu ya Baraka huwaanzishia siku ikiwa imebarikiwa maana unaamini maombi sana, unaamini sana neno la Mwenyezi Mungu. Karibia ili tukazidi na kufundishwa na kubarikiwa pamoja, tukaweza na kupokea hizo baraka pamoja kupitia hiki kipindi cha manyunyu ya baraka. Maana wakati ambapo tunaongelea ndani haya manyunyu ya baraka, tunapokea mengi karibu tubarikiwe na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Jacinta Sana kutoka kanisa la ABC Misuuni Mitaboni, Pastorat Machakos sabwendi kota. Mpendwa mtazamaji, asubuhi hii ya leo na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ujambo pia, mimi si jambo. Nataka kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema katika maisha yetu ametupa kibali cha kuwa hai siku hii ya leo na kukaribisha katika kipindi chetu cha manyunyu ya baraka, na natumai tunaendelea kubarikiwa kwa pamoja. Neno la Mungu siku ya leo tunaenda kulitoa katika kitabu cha Mathayo, kifungu ni hicho cha kumi na tatu mstari wa thelathini na moja hadi huo wa thelathini na mbili na nitaenda kusoma kwa pamoja. Neno la Mungu linasema hivi, akawatolea mfano mwingine akisema, Ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya aradali aliyoitwaa mtu akaipanda katika shamba lake, nayo ni ndogo kuliko mbegu zote lakini ikiisha kumea kuwa kubwa kuliko boga zote, ikawa mti hata nyuni za angani uja na kukaa katika matawi yake. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru, tunakuinua kwa sababu wewe ni mwema katika maisha yetu asubuhi ingine ya leo umetubariki kuwa ai, tunasema ni asante. Tunakushukuru ni kwa ajili ya neno lako takatifu. Tunapoenda kulisikia Mungu tunakuomba, ili ukaweze kunena nasi na neno lako likapate kututia nguvu katika maisha yetu na imani yetu, Bwana ikazidi kudumu ndani yako kila siku. Nifundishe jinsi nitakavyonena ili watu wako wakaweze kubarikiwa na neno lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Neno la Mungu ambayo Mungu angalipenda tukaweze kulizungumzia asubuhi hii ya leo. Ninataka, mpendwa, tukaweze kuongea juu ya usidharau mwanzo mdogo. Usidharau mwanzo mdogo. Hapa tunaomba tunaona, Yesu Kristo akizungumza wa na watu, na amewatolea mfano wa ufalme wa mbingu. Akawaambia ni kama punje ndogo ambalo linapandwa katika ardhi, na hilo punje linakuwa, linakuja kuwa mti mkubwa ababo ambapo hata nyuni za angani zinakuja kutua kwa matawi yake. Na ndio nikaona ya kwamba mara nyingi sisi kama watu tunadharau mwanzo mdogo, tunadharau yale mambo ambayo tunafanya, unadharau hapo unapoita kwako, ulikuja kwa hilo mboma na ukakuja kupata hakuna kitu na wewe umetulia hapo, na unadharau tu, hata wale watu ulipata hapo, unawadharau, hata mume wako unamdharau, kile kidogo ambacho uko nacho unakidharau. Lakini neno la Mungu siku ya leo linataka kutuimiza ya kwamba hatufai kudharau mwanzo mdogo. Hatufai kudharau kidogo tulicho nacho. Hicho kidogo unachokiita kidogo kinaweza kuja kuwa kitu kikubwa. Unaweza ona siku ya leo unang'ang'ana kusomesha watoto kwa sababu mapato yako ni madogo, unang'ang'ana ili watoto wako wasome, unang'ang'ana ili watoto wako wakule kufalisha watoto unang'ang'ana. Ile kazi ambayo unafanya ni ya kibarua, na unakuja unafanya mahesabu ya pesa za kibarua, unaona hakuna kitu, unaona hizo pesa haziwezi kukuwekea biashara kubwa, hizo pesa haziwezi kufanya kitu chochote kwa familia yako. Lakini kwa kung'ang'ana kupitia kwa hiyo kibarua, watoto wanakula watoto wanafalishwa na watoto wanasoma. Ukizidi kumtumainia Mungu na kumwamini Mungu, hicho unachokiita kidogo, unakiita kibarua, hicho unachosema ni mapato kidogo, ipo siku utakuja kuona imekuwa, na imekuwa mti mkubwa, hata wanyama wanakuja kulala chini yake. Bwana Yesu na asifiwe. Ndio sikatai. Leo unasomesha na shida, watoto wako wanakula shida, unakidharau kile kidogo ulicho nacho, lakini kupitia kwa hicho kidogo familia yako imesimama. Ndio haujajenga kwa sababu ya mapato madogo, lakini hicho kidogo unachokipata mahali umekiweka, kuna siku kitakuja kuchipuka kuna siku kitakuja kuwa kitu kikubwa. Hata mtumishi wa Mungu Ayubu alisema kana kwamba fikiri kwa upana, anza kwa uchache. Hata wakati maisha yake iliendelea na kubadilika sababu ya yale mambo ambayo Ayubu aliyapitia, alikuja kuona kwamba hata mti ukikatwa, ipo siku unachipuka tena. Siku ya leo unaweza kuwa unajidharau na unadharau yale mapato ambayo unayapata, unaona hayawezi kuja kutoka kitu, lakini ile kusomesha unasomesha na shida, yale maisha ambayo unayakaa, maisha ya shida, mpendo wa mtazamaji, na kuambia usiyadharau, usidharau hapo kwako umeketi. Usidharau mume wako kwa sababu ana kazi. Usidharau mtu yeyote. Unaona wewe umepata na yeye ajapata. Kwa nini, mpando wa Mungu, haufai kujidharau kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa mambo madogo. Huwezi kusema unataka kupanda huu mti na uanzie kupanda kutoka juu. Hapana, lazima uanze hapa chini Hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka ukuja kujipata umepanda juu ya mti. Uwezi kusema unataka kuanzisha biashara na unataka unafikiria juu ya biashara kubwa, na zile pesa ambazo umeshika ni kidogo, haziwezi toshea hiyo biashara kubwa unataka mpango. Lazima uanze hapo chini, kwa hicho kidogo ulicho nacho, anza hapo. Bwana Yesu asifiwe na ncho ambacho umeshika eba unumia tufuti tu kidogo, hiyo kitu unaita kidogo, itakuja kukuzalia mambo makubwa na mambo makuu. Bwana Yesu na asifiwe. Ikiwa mpango utaanza na Kristo, atakuzaidia kuzalisha ncho ambacho umeweka hapo. Atakuzaidia kwa sababu wewe unamtumainia yeye tu, na una kila siku ukiamka unamwambia Mungu, bariki biashara yangu, Mungu, bariki watoto wangu, vile nang'ang'ana kuwasomesha, vile tunang'ang'ana katika maisha, kesho yetu tukuje kung'aa. Na ukizidi kumtumainia Mungu na ukikosa kudharau icho ambacho ulicho nacho, mpendo wa Mungu, nakwambia ipo siku utakuja kumshukuru Mungu. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa sababu huyu Mungu wetu ni Mungu wa mambo madogo. Usidharau hicho kidogo, kwa sababu mwanzo wa hayo mambo makubwa ni haya madogo. Wale ambao ambao unawaona wamenaa katika maisha, wengine walianza kitu kidogo kabisa. Hata ukikaa chini na mtu akuelezee vile alianza, utashtuka akueleza mahali yalianzia, hata wao mwenyewe wa utajiona uko afadhali. Wengine walitoka mbali sana, lakini kwa kusaidiwa na, na Mungu na kumtumainia Mungu na kukosa kudharau hicho kidogo walichokuwa nacho, ndio sababu wameng'aa katika maisha. Bwana Yesu na asifiwe. Mpendwa wa mtazamaji, nakwambia usidharau mwanzo mdogo, kwa sababu kesho yako imo mikononi mwa Mungu, kesho yako imo mikononi mwa Mungu. Ayubu alipopitia hayo mambo na akasema hata mti ukikatwa utachipuka tena. Unaweza kuwa ulikuwa umeanzia tu mahali, ukainuliwa na ukakuja kujipata uko chini tena, mambo yaliharibikia tu mahali huwezi kuelezea ni nini ilifanyika ulikuwa juu na saa hii unajipata umerudi tena. Nakwambia hata huyo mtu umekatwa utakuja kuchipuka tena, usijidharau mpendwa mtazamaji, zidi kumtumainia Mungu kwa sababu Mungu wetu anakuza hicho kidogo tulichonacho. Usimdharau mtu wowote kwa kuona ana chochote, usidharau biashara ya mtu. Unaona yako inaendelea na yake iko chini. Kesho ya mtu iko mikononi mwa Mungu, na ndio maana Mungu Yesu Kristo akapeana huu mfano wa ufalme wa mbingu, akapeana punje dogo ambayo inakuja kuwa na matawi, hizi za angani zinakuja kutua huko. Hata wewe siku moja watu watakuja kutulia kwako, utaajiri watu siku moja utakuja kuwa mtu mkubwa, kwa sababu ulimtumainia Mungu na hukudharau kidogo ulichokuwa nacho. Hicho ulicho nacho kidogo, mtumainie Mungu, mwamini Mungu atakikuza kiwe kikubwa. Fikiri kwa upana, anza kwa udogo. Wengine tunafikiri kwa upana na tunataka kuanza kwa huo upana. Haiwezekani. Fikiri kwa upana, anza kwa udogo. Cho ulicho nacho kidogo anza nacho. Mungu atakuza hicho na utakuja kuinuliwa zaidi na zaidi, na ipo siku utakuja kusema hakika Mungu ni mkuu, amenitendea. Sikuwa naitwa mtu, nilikuwa nadharauliwa, siku anaonekana hata nikiwa kwa watu, lakini siku ya leo Mungu ameniinua. Siku marau kidogo, kidogo nilichokuwa nacho nilimtumainia Mungu, nilimwamini Mungu na alikikuza, kikakuwa kitu kikubwa. Nilisomesha watoto na shida na kidogo nilichokuwa nacho, siku ya leo watoto wameinuliwa, wamebarikiwa kwa sababu nilimwamini Mungu na utakuja kufanya kibarua tena. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, zidi kumwamini Mungu na hicho kidogo ulicho nacho na Mungu atakikuza, kitakuwa kitu kikubwa. Bwana atubariki na abariki neno lake amina Asante Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu wewe ni Mungu mkuu katika maisha yetu. Neno lako takatifu umenena nasi mchinzi ulivyopanga kunena nasi siku ya leo. Tunaomba he Mungu ukaweze kulifuatilia na likazidi kuwa na uzao wa kukupendeza siku zote katika maisha yetu. Tunaomba Bwana ukatupe kukaa maisha ya kuamini, kukuamini wewe, na kidogo tulicho nacho tukaamini kana kwamba wewe utakikuza na siku moja kitakuja kuwa kitu kikubwa, kwa maana wewe Mungu wetu ni Mungu wa mambo madogo. Unakuza kidogo kitulicho nacho na unakipanua kinakuwa kitu kikubwa, na maishani Bwana tutakuja kuitwa wabarikiwa. Kwa hivyo tunaomba Mungu ukatusaidie na Roho wako Mtakatifu akatuzaidie na neno lako takatifu Bwana likadumu ndani ya mioyo yetu. Neema yako ya ajabu Mungu wetu tunaomba ikapate kukalia kila mmoja katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Usidharahu mwanzo mdogo hapa tumeweza na kuona na kufundishwa kwamba yani mambo makubwa huanza na hatua ndogo. Usidharau mwanzo wako, usidharau mahali ambapo umeweza na kutoka, usidharau vile ambavyo yani, uko kile ambacho uko nacho, maana kuna wakati ambapo tunafikia, tunaanza kuona wale ambao wamefanikiwa, wamefika hatua wa fulani tunaanza kuona ni kama tu wameamka wakaweza kujipata pale. Hakuna, hapana. Wengine wakikuelezea yale ambayo wamepitia ili wakaweza na kufika pale, unaweza ukalia. Wamepitia mambo mangumu ili wakaweza na kufikia pale, yaani na waliweza na, na kuona kwamba ni heri tu wakaweza na kutembea hatua kwa hatua katika haya maisha. Usija ukanjipa presha ni kwa sababu ya watu wengine, vile ambavyo unaona wamefanikiwa, vile ambavyo wanaona wanaendelea, na useme kwamba wewe umeamka tu, ni unaendelea tu na kukua, na unasema nataka kuwa kama mtu fulani, nataka kuwa ni kile ambacho kiko na mtu fulani. Unajitesa, unajitesa na unajiumiza. Twende hatua kwa hatua, usidharau mwanzo ndogo. Na hapa pia ni kusema kwamba ufalme wa Mungu unaoanza kwa imani ndogo moyoni mwa mtu unaweza kukua na kuadhiri, yani kuadhiri dunia yote. Inatuhimiza kutokudharau mwanzo mdogo. Hiyo imani tu, imani inaendelea na ku, yani, kuongezeka kukua, siku baada ya nyingine, mpaka yani unakomaa tu ndani ya Yesu. Usidharau mwanzo mdogo, imani yako pia iendelee na kukua, kuamini kuamini kwamba Mungu anaweza kukuza na kubariki chochote kinachopandwa kwa imani, kile ambacho unapanda kile ambacho unaanzisha anzisha kwa imani ki, yaani, kiweke tu mbele za Mwenyezi Mungu, mpe Mungu nafasi kupitia kwa hiyo imani, utaweza na kukua kupitia kwa hiyo imani utaweza na kupandishwa kutoka chini mpaka hata juu. Mungu atakuweka mahali pake panapostahili. Usidharau mwanzo mdogo, usidharau ile familia pale ambapo umeanza na kuzaliwa. Usidharau na usisahau mahali umetoka, wakati ambapo umepandishwa, usisahau mahali ambapo umetoka. Ni fundisho kubwa naomba tu uendelee na kulitafakari. Ninakutakia wakati mwema, siku njema, Mungu wapo pamoja nawe, na tupatane hapo saa tatu na nusu usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi.